Allah subhanahu wa ta'ala huwatunikia waja wake, na mara nyingi mambo kama haya hayajikariri. Fursa unapopewa mara nyingi haijikariri. Wewe utazama, ni Arafa ngapi zimekupitikia katika maisha yako? wa anta ghafil, na wewe umeghafilika, umeshughulishwa tu na mambo ya kipuzi ambayo ungeakhirisha, ukasema nitayafanya kesho kutwa au mtondogoo au ungefanya wiki kabla, lakini ukashughulishwa ndani ya siku ile ya Arafa. Siku kumi hizi mpaka leo imefika nane, ni siku kubwa kabisa. Umeshughulishwa na mambo mangapi wewe ambayo ungeyafanya katika siku nyingine, na wala kujishughulisha na jambo lolote la maana katika mambo ya ibada, kwa maana siku hizi kumi katika mwezi wa mfunguo tatu kwako wewe hazikuwa na tofauti yoyote na siku nyingine katika miezi mingine. Mara ngapi imeshakupitikia mambo kama hayo na hukutumia fursa yako? Mara ngapi wewe Ramadhani imeingia mpaka imetoka, hukubadilika chochote, wala Ramadhani haikuwa na taathira yoyote kwako? Mara ngapi? Sasa wewe waona kwamba miaka yote itakuja hivyo, itakuja tena, itakuja tena, itakuja tena, wewe waona ni hivyo? La, kuna wakati itafika itakuwa hayo mambo yatakuja, wewe hauko hapo ulimwenguni, uko ndani ya kaburi. Kwa hiyo fursa unapoipata, kwa itumie vyema itumie vizuri, usiipoteze fursa hiyo. Kwa katika mambo muhimu ambayo takiwa sisi tukumbushane ni suala la saumu ya siku ya Arafa, bali si kufunga tu na kukithirisha kumdhukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kukithirisha kumwomba yeye na hasa hasa kumwomba msamaha na kutubu kwake kwa madhambi tunayoyafanya usiku na mchana kutubu kwa Allah subhanahu wataala na kurudi kwake subhanahu wataala. Kuna mambo mengi ya kuyazungumzia katika kutilia nguvu ya kwamba mafungamano yapo baina ya siku ya Arafa na siku ya Eid na wale waliosimama Arafa na kuchinja kule katika siku ya nahra, mafungamano makubwa yapo na akwali za wanawazuoni katika hilo ni nyingi. Miongoni mwa kauli hizo ni kauli ya alimamu

Mtajeni Allah subhanahu wataala katika siku chache zenye kuhesabika. Yule atakayefanya haraka akaondoka mina ndani ya siku mbili, hapana madhambi juu yake, na yule atakayechelewa akabaki pale mina mpaka ile siku ya tatu, pia hapana madhambi juu yake, kwa yule ambaye amemcha Allah subhanahu wa taala. Nyinyi mcheni Allah na mfahamu kwamba nyinyi kwake mtakusanywa, iko siku mtafufuliwa. Alipoitaja qauli yake wadhkuru llaha fi ayami maadudat Akasema katika aliyosema wa anna saira al al ahli alafaqi tabaun lilhaji fiha. Hapa alikuwa akizungumzia baadhi ya wadhaif na baadhi ya aamali ambazo watakiwa watu wazifanye walioko haji na hasa walioko katika sehemu za Mina, alipoeleza yale mambo yatakiwa kuyafanya, pia akawaeneza hukumu hii watu wengine walio katika miji, akasema anna saira ahli alafaq kwamba watu waliobakia katika miji mingine, tabaun lilhaji fiha, wao ni wenye kuwafuata mahujaji katika hilo, katika ibada hizo, wawafuate vile wanavyofanya na wao wafanye kadhalika. Alimamu Ibn Rajab Alhambali rahimahu llahu taala katika kitabu chake Fathul Bari akatamka maneno kama haya, lakini yeye akasisitiza kuhusu kufanywa haraka kuswaliwa swala ya Eid siku ya Udhiyah.

bimanzilati salati lidi li ahli labsar, hilo liko katika daraja ya swala ya idi kwa watu walioko katika miji mingine. Wale hawaswali idi, wanakwenda kupiga ile jamra. Kwa hiyo kile kitendo cha kupiga jamra pale katika zile jamarati, ile jamra moja ile kubwa ile, kwa sababu yataipita ile ya kwanza, ya pili, wanakwenda ile ya tatu, jamratul aqaba alkubra, kwenda kuipiga ile ni sawa na kuswali idi kwa watu wa miji mingine. Mi nawashangaa, kuna baadhi ya mashekhe wa kisufi wasimama na mavilemba makubwa. Kwanza hey, sisi tutafanana vipi na mahujaji? Wao sisi tutaswalihidi, wao hawaswaliidi. Waelewa nachokizungumza shekhe, au wazungumza maneno ya kimtaani? Yaani wazungumza kiilmu kwa maneno ya kielimu, au umeamua kuropoka na kuzungumza maneno ya kimtaani? Ndio eid lakini kile kitendo cha wao kupiga mawe katika jamra iko kwenye daraja ya salatul Eid ndio manzili liyoko. Kwa hiyo sisi tu, tuwahi kidogo tusichelewe kuiswali salatul Eid al adha ili iwe kwamba tuafikiana kwamba sasa tukiswali ni kama vile wao washifia kwenye jamarati. Sasa wana watu wanamiminika kwa wingi kutoka Musdalifa, wanakwenda zao jamarati kwenda kuipiga ile jamra. Kitendo kile ni sawa na kitendo cha watu kuswali Eid. Haya ni maneno yameelezwa katika Fathul Bari juzu ya tano ukurasa wa sabini na tatu kwa kuuliza maswali ya kimtani. Mtani kwa mtu anayedhaniwa kwa shekhe na vilemba vikubwa na kitabu hapa, huyo Ibn Uthaimini mwenyewe. Kwa nini sisi tuseme Ibn Uthaimini kwetu ni mtume? Akishasema basi ndio kama wanavyosema wa Arabu, idha idha qalat hadhani faswaddiquha. Sisi tumani mwanazuoni mujtahid alim, tena amshinda mpaka huyo Ibn Baz. kasema nani kwamba Ibn Uthaimin amshinda hata huyo Ibn Baz wanawazuoni wote wa wanakiri kwamba Ibni Bazi ni alim imam katika asri hii inda ahli sunna imamu. Na hawa ni katika wanafunzi wa Ibni Bazi rahmatullahi taala alaihim ajmain. Hatuzungumzi masala ya kufadhilisha hawa juu ya hawa, lakini jambo liko wazi kabisa. Imamu kumzungumza kwa dharau kwamba hata huyo Ibni Bazi, hii ni kawaida ya masufi, huwa wana tabia ya kuwalea watoto wao wawatukane na kuwadharau wanawazuoni wote wasiokuwa mashehe zao. Maadamu huyu sio shekhe wao, wanaweza wakamgaragaza na kumtukana vibaya vibaya. Hii kawaida kwao. Wasikuta mtoto mdogo, wala hajui chochote, labda katika elimu za hadithi hajui chochote, sifuri. Umesoma wapi? Hakuna alikwenda kusoma. Kwani huyu albani? Albani albani, albani nani? Albani kwani huyu nani? Wewe nani? Siuliza naswali hilo, tukuulize wewe kwanza. We, wewe. wewe nani? Paka wewe ulize kwamba huyu albani nani? Huyu wee nani, wewe nani? umesoma wapi? Shekhe wako nani? Hayamlete shekhe wako alafu, tumuulize wewe shekhe, wewe ni nani? Lakini wana tabia ya kuwapandikiza watoto wao jeuri ya kuwadharau na kuwatukana mashekhe wasiokuwa mashekhe wao, na kuwasema vibaya kwa dharau na kuwaona kwamba si chochote. Lakini hilo halitawadhuru isipokuwa nafsi zao, hakuna atakayedhurika. fa'aridh anhu kwa hiyo mafungamano yapo na wala hatuwezi kuyakata mafungamano haya kwa sababu tu kuna shekhe fulani huko kasema, na mafungamano yapo na sisi tusiipoteze fursa hii kwa maneno haya kimtaani mtaani. Ukiwauliza hivi leo watakimbia, watakwenda kwenye hoja nyingine, ukiwabana huku watakimbia kwenda kwingine, hawajibu haya. Lakini haya walishayaona wanazuoni mbalimbali, Darul Ifta ya huko Misri na sehemu nyingine, kwamba watu wafuate watu walioko Arafa kati, kauli moja tu, na itafika wakati nchi zote hizi tutaachwa peke yetu sisi Tanzania, Jamhuri ya Muungano, kwa sababu sisi twajua kweli kweli Uislamu ndio kwanza ulifika hapa kwanza, twajua kweli kweli kwa washinda watu wa nchi zote. Leo karibu nchi nyingi za Afrika, nyifuatilieni, karibu nchi nyingi za Afrika mpaka hizo wao wanazoziamini, sisi wapi? Kesho Arafa, wabaki wao tu, Masufi wa hapa na masufi wa Kenya na masufi wa wapi basi, wamekomaa, wamedinda pale, wamesimama, hawataki kuachia. Mtaachia tu iko siku, kwa sababu watu watakapokuja kuelewa, watawaacha, mtabaki peke yenu, mtabaki peke yenu, na hakuna itabidi mbadilike tu. Yani Tanzania ndio wana elimu kubwa kwelikweli kuliko dunia nzima hii, wanaoona kwamba Arafa ni siku watakayosimama watu Arafa siyo hoja yangu wala siyo hoja ya msingi hivyo, lakini ni jambo la kutafakarisha. Tafakari kwa kuna nini hapa. Wale wa Kenya, kadhi alishatangaza mwezi mwingine, tutaangalia. Lakini Arafa Makka, sisi tusubiri Arafa yetu ya jangwani. Sisi lazima tuone, lazima uandame, hayfi, navile, na hivi na vile. Na huko kuandama kwenye yapi hamuupatilizi. Ndugu zangu Waislamu, mimi nawasisitizia, tusipoteze fursa kwa maneno ya watu wasiotaka mambo ya kheri. Wanataka kuwapotezeni wakati wenu. Tusipoteze wakati huu, fursa ya kesho usiipoteze. Ndio msisitizo wangu. Haya maneno yote nayazungumza kwa maana ya kwamba tusije tukaipoteza, usije ukala kesho kwa sababu tu eti, ah, sisi bwana, tutasubiri mwezi wetu utangazwe. We subiri tu, lakini Arafa itakupita Utapitwa na Arafa. Waache hawa mashehe wazungumze, waache, achana nao, fuata Arafa funga. Lakini pia tufahamu inshallah, tuje kufahamishana katika siku ya Eid, kwamba kuna swali la kuchinja, si tukasahau. Hili ni jambo kubwa, kwamba watu wenye uwezo wa kuchinja watakiwa wachinje. Mtu mmoja amepewa ruhusa ya kuchinja mbuzi mmoja au kondoo na watu saba wanaweza kushirikiana katika kununua ng'ombe au ngamia wakachinja kwa ajili ya siku ya Idi. Usisubiri nyama za kupewa, kwamba hakuna nyama huko. Waulizia nyama, nyama hakuna. Chinja, ni ibada. Kama huna uwezo, ni masuala mengine. Chinja, usisubiri kupewa. Kama hukuweza siku ya Idi, chinja siku inayofuata, pia ni siku ya kuchinja na siku ya tatu yake pia ni siku ya kuchinja, na siku ya nne yake, yani siku ya idi na siku tatu baadaye. Siku zote hizi ni siku za kuchinja. Kwa hiyo jitahidi, kama una uwezo na Allah, amekukunjulia kidogo, wapate hicho kijilaki na nusu laki na ishirini cha kununua kondoo au mbuzi, nunua uchinje, acha ubakhili, acha ubakhili. Na kama huna muombe Allah katika fadhila zake. Siku za kuomba ndio hizi, omba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akupe